Katika kipindi cha miaka miwili iliyopita, mradi wa uwekezaji umeme umewawezesha mamilioni wa Kenya kupata umeme na sehemu za mashinani kupata maendeleo. Mradi huo wa uunganishaji umeme katika sehemu za mashinani umeboresha biashara nyanjani, miongoni mwa manufaa mengine. Our streets have been made safer by the by street lighting program and traders, including here in far into the night without fear benefiting from extended business hours connection by connection we are slowly developing our economy into a 24 hour economy mradi huo unaofadhiliwa na serikali ya taifa na benki ya African Development umepunguza gharama ya uunganishaji umeme kuwa chini ya shilingi elfu mbili for over 50 years after independence a majority of us lived in darkness because of lack of planning and the arrogant perception that stima sio ya watu ambao wanaishi kwa nyumba za nyasi. Licha ya shutuma za mara kwa mara, mradi huo umesifiwa na watu ambao wamenufaika ambapo wameipongeza serikali kwa kuwaunganishia umeme kwa gharama nafuu. We have very very well planned. We got uh, enough power previously.

Kituo cha Garissa ni sehemu ya mradi wa kampuni ya Ketraco wa Kindaruma Mwingi hadi Garissa uliozinduliwa tarehe 22 mwezi Machi mwaka 2014 unaoendelea sambamba na mradi wa uunganishaji umeme katika maeneo ya mashinani. Mradi huo unalenga kuhakikisha asilimia sabini wanaunganishwa kwenye mtandao wa kitaifa kufikia mwisho wa mwaka 2017 kama sehemu ya lengo la serikali la uunganishaji umeme kufikia mwaka 2020.